Nanaitwa Christine Safia minister hapa Blood Bank. Kwa sasa tuko na damu tume sisi, huwa damu tunapatanga mostly from shule eh, military camp tumekuwa karareke iliyeko, wametupea damu, tumekuwa idido huko tadiwa, wametupea damu, so for now hatuna ile shortage ya damu But kuna hii request ya platelets yenye tunatengeneza tu tunatengeneza from damu, platelets. So hiyo ndio sasa imekuwa issue, watu hawajui awajui uh, like, sisi tukipata uh, tuki request from daktari tu like, kuna mgonjwa anataka platelets. Kuna watu wengi hawajui datii kitu ni emergency kuna watu wengi bado hawajui kama sisi hatuwezi weka platelets kwa fridge ikae iongojee mgonjwa, kama, kama damu ama plasma. So platelets ni kitu ni expire in few days. So kama sasa for example eh, kuna ile request ya platelets, si tunaomba tu community wa come through wasaidiane, kwa sababu hiyo si kitu inaweza ngojea. Sisi tume notice vijana bado hawajui umuhimu wa kutoa damu. Mtu anaweza fikiria damu ikitoka kwa mwili ama akienda kutolea mtu anamaliza damu kwa mwili, ama damu hata inauzwa. Most people wanasemanga damu ikifika hospitali sisi huwa tunauza damu, na hakuna place to. Sisi tunajua hapa damu tunapeana for free, na hata mwenye mwenye anakuja na nadoneta anakuja tu akidoneta akienda hakuna so, ile hakuna ile ubaya ya mtu, sisi sisiku atuzi damu, na hata mwenye mwenye hata anakuja kutoa tu akienda. Uzuri ngine wa uh, kutoa damu, the moment donor anakuja hapa kutoa damu anapata anapata kadi hiyo kama sasa hii ni volunteer akuwili kusaidia eneo mgonjwa mwenye anakuja, ama kama, kama akitoa still damu, kuna ile screen yenye sisi watu tunafanyianga hiyo screen, anafanyiwa kwa free. Na kama maybe damu yake kuna issue anawezaambiwa ingine. Damu ikiwa mingi, mingi kwa mwili inaweza leta ugonjwa kama hizi hizi za high blood pressure inasumbua ingine, kichwa inamuma, atajui kama damu ndio mingi. Na after all hata ukitoa damu after three months damu yako inajirenew kwa mwili upamwila. Sisi tunaomba communities na vijana around, tunataka mtusaidie, mtusaidie kwa sababu damu yenye inakuja hapa inasaidia any person, hujui accident inatoka saa ngapi? Ujui mgonjwa mgonjwa wako nini navesa happen, mgonjwa ata- damu. So si tunaomba community damu, juu inasaidia nani. Tunaomba like vijana at least wakuwe educated about hii e ishu ya donation, whwo na donet na watu waambiwe damu haiuzwi, like thas was mositoso.